Akizungumzia ugeni huo kutoka nchi za Uganda, Kongo, Kenya, Ethiopia, Burundi, Dubai na Rwanda, mkurugenzi wa uhusiano kampuni za Bakhresa, Hussein Sufian, amesema ujio wa wafanyabiashara hao unatokana na uhusiano mzuri wa kibiashara baina ya kampuni za SSB na benki ya Equity. Tumekuwa kwa kweli, tuna majadiliano mazuri pamoja na wafanyabiashara hawa na tumewaeleza kwamba sisi kama kampuni ya Bakhresa, ikiwa ni moja ya makampuni ambayo ni mafanikio makubwa hapa nchini Tanzania, tunafanya kazi zetu kwa kuhakikisha kwamba tunazalisha bidhaa zenye ubora wa hali ya juu zinazokidhi viwango vyetu vya ndani na, na kimataifa pia. Na wao wamekuwa ni mashuhuda kwamba baadhi ya nchi za Afrika Mashariki wenzetu kutoka DRC Kongo, Kenya wana, zi, ni watumiaji pia wa bidhaa ambazo sisi kama kampuni ya Bakhresa tuna kwa upande wake meneja wa benki ya Equity tawi la Kariakoo walioratibu ziara ya wafanyabiashara hao amesema wametembelea kampuni ya SSB kujifunza kutokana na uwekezaji unaofanyika kupitia kampuni za SSB. tumechagua Bakhresa Group ni kwa sababu uh, Bakhresa Group ina product zake, takribani nchi ya delegates waliokuja hapa, kila delegates alikuwa anatamani kumwona Bakhresa kwamba Bakhresa yukoje. Kwao ndio maana wamefurahia sana ujio wao wa kujifunza mengi yaliyowekezwa na Bakhresa hapa Tanzania. Yeah, wawekezaji wa Bakhresa wamejitahidi, wamewekeza sana kuliko kiwanda kingine chochote eh, Afrika Mashariki na sisi tunatamani kufanya kazi kushikana na Bakhresa so that tuweze kufanya at least, uh, uh, investments zingine katika katika nchi ya Tanzania na Zanzibar na so the... vifana, the... na nchi zingine katika bara la Afrika. Nimeona vifaa na nimevutiwa sana na safari ya uwekezaji wa Azam 75, tangu miaka hiyo hadi hivi sasa which... Hii si mara ya kwanza kwa kampuni hiyo kutembelewa na wafanyabiashara wa kigeni kutoka mataifa mbalimbali mbali, kwa lengo la kujifunza kutokana na ukubwa wake na ubora wa bidhaa zinazozalishwa. Tumie Omari,